Mectinga ni kiuadudu cha kisasa chenye uwezo mkubwa wa kuangamiza wadudu waharibifu kwenye mazao ya mboga mboga. Kimetengenezwa kwa mchanganyiko wa viambato viwili vinavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa, Abamectin na Acetamiprid. Viambato hivi hufanya kazi kwa njia ya mguso na kwa njia ya mfumo, huhakikisha wadudu wanadhibitiwa kabisa, na kupunguza uwezekano wa kujenga usugu, hivyo kutoa ufanisi wa muda mrefu. Wadudu wanaodhibitiwa na bidhaa hii inzi weupe, vidukari, thrips na utitiri mwekundu. Mectinga ni bora kwa udhibiti wa wadudu hawa kwenye mazao kama pamba, mboga mboga, pilipili, bilinganya, kabichi, matunda kama nyanya, tikiti maji na matango. Wakati bora kutumia bidhaa hii, tumia Mectinga mara tu baada ya, ya kugundua dalili za awali za uvamizi, kama wadudu weupe wadogo wakiruka, ute wa kunata kwenye majani, majani kukunjamana au kuwa na manjano. Uvamizi mdogo hadi wa wastani, tumia mezi ishirini kwa lita ishirini za maji. Uvamizi mkubwa tumia mezi 30 kwa lita 20 za maji. Muhimu, hulidhia vizuri sehemu zote za mmea, hasa chini ya majani ambako wadudu wengi hujificha. Pia hutumika katika kuoshea mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo, ambayo husaidia kuondoa wa wadudu kama vile kupe.